Yaani, mchanganyiko huu nao ukushinde, huu basi, nitakushangaa sana. Yaani unapata choo kigumu eh? Unakosa choo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, hauendi chooni kabisa na ume relax. Hmm? Unaona kawaida. Unapata maumivu wakati wa kujisaidia, maumivu makali. Yaani, unataka kujisababishia bawasiri. Wakati unapata choo kigumu au unakosa choo, hiyo ni hatari. Sasa kuna huu mchanganyiko utumie, mara kwa mara, tumia asubuhi na jioni, au unaweza ukatumia jioni tu. Sasa unachokifanya nini, unachukua karoti, unachukua uh, para, unachukua papai unachanganya pamoja na ndizi, unakatakata, unasaga, alafu unakunywa juisi yako kama inavyoonekana hivyo. Itakusaidia kwenda kusafisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, hasa kwenye utumbo mpana, lakini changamoto za kukosa choo zitaisha hapo. Nimekuwa nikiwashauri watu wengi wenye shida ya namna kama hizi na kuwasaidia. Kwa hiyo kama utatumia na bado ukaona pia kuna kitu hakiko sawa, unaweza kanipigia nikakusaidia. Sasa fanya sasa hivi, uje unipe mrejesho hapa.